Katika hazina kubwa ambayo tulikuwa nayo pale wizarani ya mipango, tena mipango ambayo inapimika. Marehemu Boniface Gisima Nyamuhanga, bado tutaendelea kumkumbuka, ametuachia kila aina ya umoja na mshikamano. Wakati anakuja siku ya wanawake duniani, akaniambia, mheshimiwa naibu waziri mkuu, siku ya wanawake duniani, mimi ningetamani kuwa na kitu cha kipekee kwa wanawake walio wizara ya nishati ya kwenye taasisi yangu, tukaandaa siku ya wanawake TANESCO na akawapa zawadi akawapongeza na akaniambia, naona fahari kufanya kazi na wakinamama ndani ya shirika la TANESCO. Gisimma Nyamuhanga alijenga taasisi imara sana ya TANESCO, aliwaweka pamoja wafanyakazi wa TANESCO, walijiona wote wako sawa mbele yake. Hakuwaweka hakuwaweka katika makundi na kuwaona huyu ni bora kuliko mwingine, na wakati wote alivyokuja kwangu, wakati walipokosea mahali fulani, yeye alibeba lawama kwa niaba yao, akasema wape muda tutajirekebisha. Alikuwa baba, alikuwa msimamizi wa taasisi anaijali sana kila mmoja kuwa na furaha mahali pa kazi, na mara nyingi alivyokuja kwangu aliniambia, Mheshimiwa Waziri, tutafanya vizuri.